Habari, ndugu mtazamaji, hii ni G News ya Gavoo TV, anayekuletea ni mimi Michael wa Emmanuel, Dar es Salaam. Serikali ya Tanzania imefanikiwa kufikia makubaliano ya kiwango cha wafanyakazi na shirika la fedha la kimataifa IMF, hatua ambayo itawezesha taifa hilo kupata msaada wa kifedha wa takribani dola milioni 441. Makubaliano haya yanahusu mapitio ya tano ya mpango wa mikopo na kupanua ECF na mapitio ya pili ya mpango wa ustahimilivu na uendelevu, yaani RICF. IMF imeeleza kuwa mikopo hiyo inalenga kuimarisha ustahimilivu wa uchumi wa Tanzania dhidi ya changamoto za mfumuko wa bei, mabadiliko ya tabia nchi, na kuimarisha ukuaji wa uchumi jumuishi. Shirika hilo pia limepongeza juhudi za serikali katika kudhibiti matumizi na kukuza mapato ya ndani. Msaada huu wa kifedha unatarajiwa kusaidia maeneo kama afya, elimu na miundombinu, huku ukisisitiza matumizi yenye uwazi na usimamizi madhubuti. Tanzania inaendelea kuonesha ushirikiano mzuri na taasisi za kimataifa katika kukuza uchumi wake. Wakati Dodoma, Kiongozi wa chama cha upinzani CHADEMA, Tundu Antipas Lisu anakabiliwa na kesi mpya ya uhaini ambayo imeibua mjadala mkubwa kwenye duru za kisiasa nchini. Mashtaka hayo yanahusishwa na usishwa, matamshi yake ya kutaka mageuzi haraka ya kisheria na taratibu za uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, Lisu alihamasisha umma kushinikiza makubaliano ya mfumo wa uchaguzi bila kufuata utaratibu wa kikatiba. Hali hiyo imeelezwa kuwa ni tishio kwa usalama wa taifa na msingi wa amani. Hadi sasa Lisu amekana mashtaka yote. Wachambuzi wa siasa wamesema kesi hiyo ina athari kubwa kwa mustakabali wa uchaguzi na demokrasia nchini. Wameitaka serikali kuendesha kesi hiyo kwa haki na uwazi huku wakisisitiza umuhimu wa kuwepo kwa mazingira wezeshi kwa vyama vyote kushiriki kikamilifu uchaguzi ujao. Arusha. Jiji la Arusha linajiandaa kwa mwenyeji wa mkutano wa pili wa foramu ya utalii wa gastronomy kwa Afrika utakaofanyika kuanzia Aprili 23 hadi Aprili 25, 2025. Hafla hiyo inaandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la utalii, yani UN Tourism kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania na wadau wa sekta ya utalii. Forum hiyo inalenga kuibua fursa mpya katika utalii wa chakula ikihusisha wataalamu wa mapishi, wamiliki wa hoteli na wadau kutoka nchi mbalimbali barani Afrika. Zaidi ya washiriki mia tatu wanatarajiwa kuhudhuria huku Arusha ikitajwa kama kituo kikuu cha mikutano ya kimataifa kutokana na miundombinu bora ya historia yake. Mwenyekiti wa kamati ya maandalizi anasema kuwa kongamano hilo ni nafasi adhimu kwa Tanzania kuonesha utajiri wake wa kiutamaduni kupitia vyakula asilia. Aidha, linatarajiwa kuongeza mapato ya utalii, kukuza ajira na kuhamasisha matumizi ya bidhaa za ndani katika hoteli na migahawa nchini. na katika rubaa za kimataifa, shirika la fedha la kimataifa IMF limetangaza makubaliano na wafanyakazi wa Tanzania yatakayoiwezesha kupata msaada wa kifedha wa takribani dola milioni 441. Msaada huu unahusiana na mapitio ya tano ya mpango wa mkopo wa kupanua ECF na mapitio ya pili ya mpango wa ustahimilivu na uendelevu wa RSF. Lengo kuu ni kuimarisha utulivu wa uchumi na juhudi za uendelevu nchini Tanzania. IMF imeeleza kuwa mikopo hiyo inajenga kuimarisha ustahimilivu wa uchumi wa Tanzania dhidi ya changamoto za mfumuko wa bei, mabadiliko ya tabia nchi na kuimarisha ukuaji wa uchumi jumuishi. Shirika hilo pia limepongeza juhudi za serikali katika kudhibiti matumizi na kukuza mapato ya ndani. Msaada huu wa kifedha unatarajiwa kusaidia maeneo kama vile afya, elimu na miundombinu, huku ukisisitiza matumizi yenye uwazi na usimamizi madhubuti. Tanzania inaendelea kuonyesha ushirikiano mzuri. Hadi sasa tumefikia tamati. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo haya, jina langu ni Michael wa Emmanuel na hii ni G-News. Tafadhali usiache kusubscribe, kulike, pamoja na kushare, ili wewe wa kwanza kupata update zote tunazozidi kukuwekea hapa hapa, Gavoo Media. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.